55 tunaambiwa tunapenda watu wafe kwenye uchaguzi. Mnasikia hizo lugha, si ndio? Eh, watu watatu kwenye uchaguzi ili watu wafe. Hivi mimi nikisema twende kwenye uchaguzi tukapambane na masisiemu tutengeneze mtandao wa kuhakikisha kura zetu zinalindwa, wananchi wapate wawakilishi ambao ni sahihi, mimi roho yangu nakuwa nimeiacha nyumbani. Yani, mimi nikisema ndio kwenye uchaguzi, roho yangu inakuwa nimeacha nyumbani, kwamba sasa mimi sitakufa, roho yangu iko nyumbani sehemu salama alafu nyie wengine ndio mkafe, mkapigwe, mkafanyaje? Mimi sitaki mimi mimi napenda kuumia. Mimi napenda kufa. Lakini tofauti na hilo, tunataka watu wafe kwenye uchaguzi. Hivi tu, tuulizane, mheshimiwa mwenyekiti wetu ambaye sasa hivi yuko ndani anapitia mateso na dhuluma kwa kusingiziwa kesi ya uhaini. Wakati anapigwa risasi Dodoma alikuwa kwenye kituo cha kupigia kura. Tunamtafuta Mdude saa hizi hatujui alipo. Alikuwa wakala wa kituo gani wakati anatekwa? Tunamtafuta kina Beni saa nane, tunawatafuta watu kibao. Kina Padre nani yule amepigwa amehudhurumiwa ame juzi amepigwa. Alikuwa kwenye kituo cha kura. Alikuwa kwenye kampeni. Kwa hiyo tusipeane tusi, tusi, majina mabaya kwamba G55 wanataka watu wapigwe watu wafe. Hakuna anayetaka hicho kitu ndio maana tunataka tutumie namna na yoyote ile kubadilisha utawala wa nchi hii. Kwa hiyo sio kweli kwamba G55 tunataka watu wakauawe. Hatuna njia nyingine yoyote ya kuiondoa serikali ya CCM kwa kuikimbia. Tunataka tupambane nayo. Mimi sikai tu kusema tunazuia tunazuia. Lakini pia kauli za viongozi wetu zinatuchanganya. Kwenye mikutano inaendelea mtu anakuambia siku ya uchaguzi, Watanzania laleni nyumbani. Mnaweza kuzoea uchaguzi mlala nyumbani? Watu wanapiga kura naeka kura, watu wanapiga kura naeka kura, mambo yanaendelea. CCM wako wangapi? Nchi hii haina utaratibu wa asilimia hamsini plus. kuna nchi nyingine usipofikisha asilimia hamsini ya kura zote uwi mbunge wala uwi diwani wala uwi raisi, sio Tanzania. Tanzania kwenye kijiji kuna watu ishirini, watu watano CCM wameamua kwenda kupiga kura, anatangazwa ule ameshinda, haijalishi kama nyie kumi na tano mna maoni gani. Kwa hiyo mkiambiwa siku ya uchaguzi mlale nyumbani maana yake tu Umefanya CCM umaliza uchaguzi mapema. Wataenda CCM vibabu vile vyenye ndala ya pinki na njano wataenda watapiga kura. Watapiga watawachagulia viongozi watakao waongoza miaka mitano. Kipi bora? Tukae nyumbani CCM wajifanyie wanachojifanyia au tuende field tukapambane nao? Hmm? Hicho ndio G55 tulikuwa tumesimamia hapo. Tuwe na mifumo kwenye kituo kuna, kuna, kuna, kuna wakala, kuna mgombea, si kuna nani. Tukilianzisha kwenye hicho kituo watu wanajibu. Unaenda kuzuia uchaguzi, hauna wakala kwenye hicho kituo, hauna mgombea kwenye hilo eneo, hauna mgombea nchi nzima. Sasa unazuia nini? Yaani una, unazuia uchaguzi upi ambao wewe umeibiwa mpaka unataka kuzuia? He? Yaani Aisha leo mwenyekiti wa, wa wa, Chadema wa mkoa atoke aende kwenye kituo, hapa sitaki uchaguzi ufanyike. Ehe, Aisha, kuna nini? Ha, sitaki ufanyike, mnatuibiaga sana eh. Leo umeibiwa nini? Ehe, kuna mgombea wako? Hamna wakala, amekwambia ameibiwa, hamna hata wakala. Hivi mnazuiaje hivyo? kwa kile tu, kwa kawaida unazuiaje kitu ambacho hakikuhusu eh? Tulisema uchaguzi utuhusu ili tukauzuie, lakini mimi nimekuwa mbunge, tutazunguka kote. Swala la la la, la, la sheria za uchaguzi na kanuni zake, hakuna namna ambavyo haitafikia muda Hizi sheria zinatakiwa na kanuni zipite kwenye bunge. Hakuna namna, yani hatuwezi kukaa chumbani tumeelewana CCM CHADEMA kafu sijui nani tuandikeni hichi, hichi tunakitaka, hichi tunakitaka. Lazima kuna utaratibu wa kiuwakilishi upite upitie. Mwisho wa siku ataenda kumalizia rais. Sasa hivi mama, wabunge wote ni, ni, ni chama gani? CCM, si ndiyo? Rais chama gani? Huko kwenye serikali za mitaa sijui wa kurugenzi nani? Wote si makadao. Leo hata tukikaa mezani tukaandika kwamba jamani, mwenyekiti wa tume achaguliwe kwa kupigiwa kura, kwa kuomba kazi, unadhani hata tukiomba kazi wote tukawa na sifa, watamchagua wachadema asimchagua wa CCM? Akienda bungeni atapita wachadema asipita wa CCM? Akienda kwa rais atatia saini kwa nani? Hayo yote tuliyaona tukashauri.